Je, makadhi wetu au tuseme mahakimu wetu wametenda haki sawa kwa kila mtu? Je, haki hulindwa kwa mujibu wa sheria za nchi? Lakini mara kadhaa tunashuhudia wanawake wajane, hasa katika jamii, wakinyang'anywa haki zao, na hasa ya urithi. Mara kadhaa tunasikia mama amenyang'anywa nyumba, amenyang'anywa ardhi na mali zingine, ambazo wamezipata pamoja na mumewe. Maskini wakiporwa haki zao, kwa sababu haki hazikufuatwa au haki linunuliwa. Wanatafuta namna ya kutafuta haki kwa namna yoyote, kama huyu mwanamke mjane maskini kwa sababu jamii au uh, wenye mamlaka wenye pesa wanaweza kuwasukuma pembeni wale ambao hawanaweza kujitafutia haki zao kwa njia halali na za haki na za kisheria pia, na hivyo wanaweza kutafuta njia ya kudai haki hata kwa gharama yoyote. Matokeo yake ndio tunaona katika jamii, amani inaweza kuvurugika ni kama katika mji ambao watu hawafuati sheria ya usafi wa mazingira na wanatupa takataka katika mifereji, na maji hutafuta namna ya kupita, na hivyo huingia mitaani na kuleta mafuriko. Na ndivyo ilivyo katika jamii, kama taratibu za kawaida za kisheria zilizowekwa hazifuatwi na wengine wananyimwa haki, watatafuta kwa namna yoyote na kwa gharama yoyote na hata kugharimu maisha yao. Ndugu zangu, katika nafasi hii, tunaalikwa tusali daima, lakini tuombe haki iweze kudumu, na wale waliopewa dhamana kwa ajili ya kulinda haki walinde haki kwa ajili ya maslahi ya watu wote.